wa chama cha mahakimu na majaji kutambua uwepo wa viongozi a, wote wa serikali waliopata fursa ya kuunganana sisi leo, waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani wakiongozwa na amid Jaji Augustine Mwarija, majaji wa mahakama kuu, wageni wote waalikwa, na mheshimiwa majaji na mahakimu Uh, kama walivyokwisha kutambulishwa. Uh, Mheshimiwa Rais, napenda kwanza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake hata tukaweza kukutana leo katika tukio hili la ufunguzi wa mkutano mkuu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania hapa jijini Dodoma. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mahakama ya Tanzania napenda kushukuru kwa kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu licha ya kuwa na shughuli nyingi za utekelezaji wa majukumu yako makubwa ulionayo na kushukuru kwa kuweza kutimiza ahadi yako uliyotoa siku ulioniapisha kuwa jaji mkuu mnamo tarehe 15 mwezi wa sita mwaka 2025. Kwa utakapopata nafasi utakuja kuongea nasi. Tunashukuru kwamba umeweza kupata nafasi hiyo mapema. Mheshimiwa Rais, naomba nikujulishe kwamba wanachama waliopata taarifa walipopata taarifa kuwa ulikubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wamefurahi sana, ndio maana unaona ukumbi huu umefurika leo <apples> hii ni kuonyesha imani kubwa watumishi wa hawa wa mahakama walionao kwako, mkuu wa nchi, yani head of state. Kiongozi wa serikali, yani head of government, na milijeshi mkuu ni commander in chief kama ibara tatu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, katika historia ya nchi yetu hii itakuwa ni mara ya pili katika mahakama ya Tanzania kwa mkutano kama huu kufanyika na kufunguliwa na Mheshimiwa Rais, ukitanguliwa na ule wa kwanza uliofanyika na mwaka 1984 na kufunguliwa na aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutokana na umuhimu wa mkutano huu tunayo imani kubwa kwamba uwepo wako Mheshimiwa Rais wakati wa ufunguzi utaleta tija na maasa kubwa kwa wanachama wote. Hii pia inadhihirisha hii pia inadhihirisha ni kwa jinsi gani unavyojali na kuthamini muhimili wa mahakama ambao ni mojawapo ya mihimili mitatu ya dola yani state na serikali yani government ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyotamkwa katika ibara nne ya katiba. Mheshimiwa Rais, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru viongozi wageni waalikwa na wanachama wote wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania kwa kutenga muda wao kuhudhuria tukio la ufunguzi wa mkutano huu muhimu unaotoa fursa kwa wanachama kujadili masuala mbalimbali yenye masirahi kwa chama ikiwemo kuhimizana uwajibikaji, uhuru wa mahakama na wajibu wetu kwa taifa kwa mjibu wa katiba na sheria za nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ni ruhusu pia kutoa shukrani za dhati kwa watu wa mada na waratibu wote waliokubali kushiriki nasi kwa kushirikisha uzoefu wao wa kupitia mada watakazowasilisha katika mkutano huu. Watu wa mada hawa, yani presenters na waratibu, yani moderators, wana uwezo na uzoefu mkubwa katika mada watakazowasilisha. Hivyo ni waombe wanachama wa chama cha mahakimu na majaji kutumia fursa hii pasavyo, kwa kushiriki kikamilifu na kujifunza zaidi kutoka kwa wataalamu hawa ili tuweze kuendeleza uwezo wetu wa utoaji huduma za utoaji haki nchini kwa ufanisi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, maudhui ya mkutano mkuu wa chama cha hakimu na majaji kwa mwaka huu yanajenga katika msingi wa kuimarisha utoaji wa haki nchini kupitia mahakama huru yenye ufanisi na inayoendana na matakwa ya katiba na matarajio ya wananchi kwa ajili ya ustawi wao kijamii, kiuchumi na kisiasa ipasavyo. Mada kuu ya nidhimu ya mkutano huu ni jukumu la mahakama huru katika utoaji haki. The role of independent judiciary in the administration of justice. Mheshimiwa Rais, kama nilivyodokeza hapo awali tutakuwa na watu wa mada wenye uzoefu katika eneo hili ili kujenga uelewa mpana kuhusiana na mada hiyo. Aidha, pamoja na masuala mengineo ya kiutumishi na kichama yatakayojadiliwa tutakuwa na mijadala ya mada mbalimbali zenye lengo la kuhimizana kuhusu wajibikaji, kuongeza uwezo baina ya maafisa wa mahakama na wadau wake katika maeneo mbalimbali, zikiwemo sheria za uhifadhi wa mali asili, sheria za kodi na benki, masuala ya kifedha na maadili kwa maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, ibara ya nne ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali mgawanyi wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. mili hiyo mihimili hiyo ni utendaji yani executive, bunge yani legislature, na mahakama yani judiciary, pamoja na mengineo. Ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kwa ajili hiyo ibara ya mia moja na saba a kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani mihimili ya utendaji na bunge licha ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika zita kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya sita hadi ya 11 ya katiba, kama ibara ya saba ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha, kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa Mahakama ya Rufani nikiwemo na mimi ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama na nukuu, jukumu la utoaji haki nchini kwa mjibu wa ibara ya 107 hii kubwa iko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mjibu wa katiba yetu muhimili huu huko uhuru hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri. Mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025 ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusisitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea, kuendelea ili kuwa huru kuendelea kuwa huru. Katika hotuba hiyo ulisema nina nukuu, ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Raisi, Dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na Bunge kwa asilimia mia moja ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi, ingawa kihalisia bajeti hiyo haitoshelezi mahitaji yote ya mahakama. Tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji yake uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na masilahi ya watumishi wote wa mahakama. <laughs> Mheshimiwa Rais, maboresho yote yanayofanywa na serikali unayoongoza yanaakisi dhamira ya dhati ya kuimarisha uhuru wa mahakama kwa vitendo. Ni ukweli usiopingika kwamba mahakama haiwezi kuwa huru iwapo haina miundombinu ya msingi rasilimali fedha na mazingira salama ya kutekeleza majukumu yake. Ujenzi wa majengo ya mahakama, uwezeshaji wa rasilimali watu na fedha, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu zinazowezesha uhuru wa mahakama kuwa halisi, unaoonekana, unaotekelezeka kwa ustawi wa wananchi na utawala wa sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, vigezo vya mahakama huru vinajulikana na vingine tayari vimeshasimikwa katika katiba yetu. Vigezo hivyo kama pia viliwahi kuelezwa na aliyekuwa Jaji Mkuu uh, uh, Mheshimiwa Francis Nerali katika makara yake ya mwaka 1982 iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema Independence of Judiciary in Tanzania, yaani uhuru wa mahakama Tanzania. Alipokuwa akisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama ni pamoja na mambo yafuatayo, yani ni pamoja na mambo, it was not so much exhaustive. Usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, yani security of tenure for judges and magistrates, mishahara na masilahi ya kutosha yanayolindwa kisheria, adequate and secured emoluments. hauwezi kuwepo bila mambo uh, yafuatayo kutoingiliwa na muhimili wa utendaji. That is independence from executive interference mahakama iwe huru na, uh, mahakama iwe na uhuru wa kifedha eh? That is financial autonomy. Nidhamu inayosimamiwa ndani ya muhimili wa mahakama uh,